Kipa by pale chama <overarching> Maxi Nzengeli kwa Stefano Azizi King, Azizi King. Unaweza ukatoa sifa nyingi sana kwa Stefano Azizi King na no usimalize. Hao you? ni mashabiki wa Young Africans a vingi ambavyo vinaweza kuwapa furaha. Angalia pasi ya Maxim Nzengeli ikamkuta mwambao wagadugu Stefan Aziziki akaona kabla ya kufunga, ampe kwanza mateso. Ameripita Mashenji akateseka na mateso ya Mashenji na Stand United. Ni furaha kwa wananchi, furaha kwa Young Africans, furaha kwa Stefan Aziziki. Alitumia mguu wa kushoto kutoa mateso kwa mlinda mlango. Bado umiliki ni wa Young Africans. Duke Boya kwa Stefan Azizi Ki, tena Azizi Ki ameweka uh, ndani. Yes! Nixon Clement Kibabage anao uh, mbiy okay. onan jikabam je kaƴau keni tena mshangilie, kwani lipo la pili, wanakutana na katika uwanja toka muya aliipenyeza, wakidhani kwamba ni Stefan Azizi atakayefunga goli la pili. Haikuwa hivyo, mkono aliyoweka ndio uliowachapa. Nixon Clement Kibabage anatumia vyema maarifa ya Stefan Azizi na makosa ya walinzi wa Stand United kuiandikia Young Africans goli la pili. Kibabage kochama ataf mengia ndani kutenga pasi kwa Stefan Aziziki anaekewa tena, Chama Chama. Rejea tena maneno niliyosema muda mchache uliyopita, wanatambua wananchi ubora na ufanisi uliokuwa kwenye miguu uli ya Clatous Chama anafahamu hivyo, Engineer Els saidi anavyovifanya, ameshavifanya sana kwenye ardhi ya Tanzania na katika ardhi ya bara la Afrika. Aliwatesa walioteseka, akawafurahisha waliotakiwa kufurahi. form is temporary, class is always permanent. Chota Chama, endeleni kusema. Unafikiri wametoa wapi sababu ya kucheka? Wanaocheka kwa wakati huu wamefurahi, na walikuwa na kila sababu ya kufurahi. Stefan Azizi pinpoint pass, wakajichanganya walinzi. Akawachanganya Kletas Chota Chama! Stand United amepigwa na butwa, na butwa lenyewe ni Kletas Chota Chama, anaandika goli lake la pili katika mchezo huu. Ametengeneza assist yake ya pili ya Ziziki na amefunga goli lake la pili. Mwamba wa Lusaka kwenye mechi hii anawambia, na bado asa, baada ya ujio pia wa Israel Patrick mwenda na uwepo wa yao Kwasi Atola haya wanataka kufanya jambo sasa msenda senda, senda. katika eneo la kushambulia msenda anafinya msenda mechi nne mfululizo Young Africans wanashindwa kupata clean sheet mbele ya Stand United serious attack ilipigwa pasi ya kupenyeza katikati kati ya Bakari Mamnyeto na Kibwana Chamari alichokifanya kwanza ni kumpa adhabu na hodha Bakari Mamnyeto kisha kumtaabisha bila mafanikio. Jiki diara, what a goal kutoka kwa Msenda, na Stand United wakionyesha kwamba ni timu ambayo. Ikangalombo Jonathan amepita kwa mara ya pili, na ni foul amechezewa Jonathan ikangalombo kujiweka salama dhidi ya mpira huo wa kutenga wa Stefan stean Aziziki. Kelele zinawaponza Stand United Jaurina wapolia. Chama la wana anawarudisha pale walipotokea, zile ambazo walikutana nazo chezo wa mzunguko wa tatu ndizo ambazo wanashindwa kuziepuka Stand United. Chama la Wana alishangaa tu akasimama kama uyoga, mlinda mlango Jonathan Ikanga Lombo mweka mtotobo, na mali iko salama. Anaekewa tena Jonathan Ikangalombo, Ikanga Lombo Jonathan anampunguza wa kwanza na wa pili, amekubali anaitenga pasi, anaekewa tena Stefan Aziz ki ubongo wa kufanyia mitihani ya hesabu na kisha kuna ubongo wa kurahisisha mpira wa miguu kuonekana rahisi mno. Kletas chota chama na Stefan Azizi ki anafunga hatri katika mchezo wa kombe shirikisho la CRDB. Hapa ndipo ambapo mlaji anakuwa mpishi na mpishi, kuna muda anakula. Kletas chota chama anatengeneza goli moja safi mno. Na Stefan Azizi ziziki afanyi makosa. Ametengeneza yale ambayo. Anaondoka Jonathan Kangalombo, Musonda Kennedy. Stefan zizik Kupika ama kutosheka sio sifa ya mtafutaji. Jana yanayofungwa katika uwanja wa KMC Complex. Jonathan Kangalombo alifanya yale ambayo amefanya akiwa DRC. Stefan Aziziki amefanya yale ambayo amekuwa akifanya tangu Asec Mimosa. Mlinda mlango amerepeat Mashenji ni kuhakikishie kwamba hautalaumiwa, ulichofanywa wewe wamefanywa wengi sana katika maxi chama. Faridi Musa nani atapita, ameghairi nyunyiza, cross Musona suka na kulitengeneza naye pia ameingia akitokea bench. Faridi Musa Malik aliwadanganya kama vile anakwenda kushoto, akasema ipo nafasi ya kuchungulia, akaunyunyiza mpira kama manyunyu ya mvua, na Kennedy Musonda akaitumia vyema nafasi ya kuadhibu. Goli la nane, Stand United.